Na tukio moja la tarehe kumi na tano mwezi wa sita mwaka huu majira saa 12 jioni kwenye maeneo ya Umanda kata ya Kalunde manispaa na mkoa wa Tabora, ambapo mwanamke mmoja alitambukiwa kwa majina ya Catherine Innocent Petro, huyu ana umri wa miaka ishirini na moja ni mkulima na mkazi wa Umanda Kalunde, alifariki dunia baada ya kunywa sumu ya kuulia wadudu ni kwamba ilipofika tarehe 14 majira saa nne za usiku mume wa marehemu akiwa ametoka kwenye matembezi yake alimkuta mke wake huyu akiwa na garagara nje ya nyumba yao, na pia alikuwa akitapika. Ndipo alipomhoji na amepatwa na kitu gani, na mwanamke huyu alijibu kwamba amekunywa dawa ya kuulia wadudu. Mgonjwa huyu alipatiwa huduma ya kwanza katika zahanati ya Umanda na baada ya hapo alipewa rufaa ya kwenda hospitali ya Milambo na ndugu alimchukua mgonjwa huyu na kumrudisha nyumbani badala ya kumpeleka katika hospitali aliyopewa rufaa. Na ilipofika majira saa 12 jioni, mwanga huyu alifariki dunia akiwa nyumbani kwake. Chanzo cha tukio hili kimebainika ni wivu wa kimapenzi na hii ni kutokana na migogoro ya wa kifamilia waliokuwa nayo na mume wake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora